Sehemu ya pili. Damu ya kwanza na machozi ya nguva. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida, mwezi ulifunikwa na mawingu meusi na upepo ulivuma kana kwamba ulikuwa unabeba kilio cha roho zilizopotea. Ndani ya pango refu lililojificha katikati ya mlima wa Mauti, joka jitu lilikuwa limeamka. Macho yake mekundu yalikuwa yanawaka kama moto wa kuzimu. Wakati umefika eh, lilinongona kwa sauti nzito iliyotikisa kuta za pango. Lakini moyoni mwa joka hilo kulikuwa na vita kubwa, vita kati ya mapenzi na laana. Nguva na ndoto ya giza. Mbali kule baharini, nguva, msichana mwenye nusu ya samaki na nusu ya mwanadamu, alishtuka usingizini. Moyo wake ulipiga kwa kasi, machozi yakaanza kumtiririka bila sababu. Aliona ndoto ya damu, aliona watu wakilia, aliona joka likilia. "Kwa nini moyo wangu unauma hivi?" aliuliza huku akijishika kifua. Nguva hakujua kuwa mapenzi aliyoyahisi kwa joka jitu yalikuwa yamefungwa na mkataba wa damu, mkataba uliomtaka joka kuwa watu mia moja ili apate ruhusa ya kumpata yeye kama mke. Mauaji ya kwanza: kijiji cha mwanga wa asubuhi kilikuwa kimelala usingizi mzito. Ghafla anga lilipasuka kwa mlio mkubwa, Boom! Joka jitu lilishuka kutoka angani kama radi. Moto ulitoka kinywani mwake, nyumba zikaanza kuwaka, vilio vikatawala. Lakini joka halikuwa linafurahia. Machozi ya moto yalitiririka usoni mwake alipomwona mtoto mdogo akimkimbilia mama yake. Samahani, joka lilisema kwa sauti ya huzuni kabla ya laana kumlazimisha kutimiza sharti. Ndani ya dakika chache, roho saba zilikuwa zimeondoka duniani hesabu ya laana watu waliouawa hesaba gawanywa mia moja kilio cha bahari bahari ilitetemeka nguva alianguka majini kwa maumivu makali moyoni damu imemwagika e alilia nguva alikuwa na kipaji cha ajabu aliweza kuhisi kila kifo kilichosababishwa na joka jitu kila mtu aliyekufa maumivu yake yalichoma moyo wa nguva mara kumi zaidi Ukifika mia moja, eni takufa kabla hata hujanipata. Aliongea kwa sauti ya kukata tamaa. Sauti ya mganga ndani ya pango la kale. Mgang, mganga aliyelaani joka alicheka kwa sauti ya kishetani. Huwa zaidi edamu, ndiyo ufunguo wa mapenzi yako. Lakini mganga hakujua kuwa mapenzi ya kweli yana nguvu kuliko uchawi. Kiapo cha joka. Joka jitu lilirudi pangoni, likianguka kwa uchovu na huzuni. Sitaua bila sababu tena, eli kanguruma. Nitatafuta njia ya kuvunja laana hii, even kama itanigharimu maisha yangu. Lakini je, laana ya damu inaweza kuvunjwa? Je, nguva ataishi hadi hesabu ifike mia, au mapenzi yao yatazaa maangamizi ya dunia? Usikose sehemu ya tatu ambapo nguva anafanya uamuzi hatari, joka linakutana na adui wa ajabu, Siri ya mganga inaanza kufichuka. Like, comment na subscribe ili kuendelea kupata simulizi kali kama hizi.